Ni ukaribishe mara tena katika vipindi vyetu vya Maarifa TV, na leo tunakuwa na changamoto fulani ambayo tutatakiwa tuizungumzie, na changamoto hiyo inatokana na utunzaji wa fedha. Leo tunakwenda kuangalia vitu vitatu vinavyosababisha pesa zako kupotea, au sehemu tatu ambapo sio salama kuchunga pesa zako. Kama wewe una pesa na natamani utembee na pesa hizo, kuna sehemu ambazo hautakiwi wewe kama wewe kuweka pesa zako. Sehemu ya kwanza ambayo tutakuwa kuenda kuona yani, sehemu ya kwanza ambayo tutakwenda kuangalia kabisa, ni kuweka pesa mfukoni. Lakini utaniuliza Mr. Noe, kwa sababu gani kuweka pesa mfukoni? Uh, sio sehemu salama ndio, unaweza kuweka pesa zako mfukoni, lakini kwa vigezo vifuatavyo. Unapoweka pesa zako mfukoni, hakikisha kwamba unaweka pesa sehemu salama. Kamwe usije ukatumia simu, una simu alafu unaweka pesa mfukoni mwako, alafu unaongezea simu juu ya pesa hiyo, yaani pesa inakuwa chini ya simu mfukoni au hata unaweka simu ndani ya mfuko yako na alafu unakuja kuweka pesa katika mfuko hiyo hiyo. Inaweza kuwa ni mfuko wako wa suruali, inaweza kuwa na basket ambayo ina ina mfuko au ina mfuko tofauti. Kama usije ukafanya kosa hii, kwa sababu nimeshuhudia kwa, kwa watu wengi na hata na mimi, kama nimetambua hiyo, ni kwa sababu siku moja imesha nitokea na kama na wewe sio jambo imesha kutokea, basi kama usirudie hiyo, hii inakuwa ni chanzo ya wewe kupoteza pesa zako. Na kitu kingine, kama jambo hiyo haija kufikia, ni lazima uwe makini sana, ili isije kakutokea. Tutapenda kuangalia kwamba kuna baba mmoja, kitu ambacho kiliniuma sana. Najua vipindi hivi vya shule, alikuwa anataka kulipia mtoto wake ada ya shule, na alafu anapotaka kulipia mtoto ada ya shule, pesa akaiweka humo ndani ya mfuko na alafu akachukua simu akaweka hapo, na mara moja simu ikaita, na ilikuwa ni simu ya dharura, akatakiwa kupokea simu. Alipo toni, aweke simu kwenye sikio akiwa anatembea, mara moja hiyo pesa ilikuwa ni kiasi kikubwa cha pesa, kifanya nini? Kikapotea. sababu ni gani? Aliweka pesa sehemu moja na simu, aliweka pesa chini ya ya nini ya simu hiyo siyo sehemu salama kabisa ya kuweka pesa zako. Kama wewe bado ungali mpya ni mara yako ya kwanza kufuatilia video vyetu, natacho kuomba ni kwamba usubscribe, ujiunge, ushare video hii, ucomment na itakuwa inatuonyesha na, dalili ya kwamba tuko pamoja na video hii. Sababu kubonyeza alama ya kengele maksudi kwamba uwe wa kwanza kuwa napata video mpya vya Maarifa TV. Baki mwisho wa video hii, takwenda kuangalia ni namna gani sasa tunaweza kuchunga pesa zetu kama tunatamani kujiendana au namna gani. Kitu cha pili au jambo la pili inayosababisha pesa yako kupotea, na pengine ni tabia ambayo tunayazoea sana. Unaweza kuwa unatamani ufanye kitu fulani na pesa yako, lakini kuna mtu ambaye anajitokeza anakupiga mchongo hapa, nakuambia ho, unaona nina matatizo, sijue kitu gani, anakuonyesha haja zake, matatizo matatizo matatizo. Hapo hivyo, unatosha pesa yako mahali ambapo ulikuwa unaweka sehemu salama, unamkabidhi, unajua kwamba ni ndugu, ni mtu ambaye ninamwamini, namkabidhi hiyo pesa maksudi kwamba ataibeba, ataenda nayo na atairudisha, ili iweze kunisaidia na mimi lakini usichokijua huyo mtu ambaye anakwenda na pesa hiyo, yeye hata itumia kama vile unavyotaka itumike. Yaani, kamwe usije ukasubutu kumpa mtu pesa ambao wewe mwenyewe kwa viwango vyako hauwezi kuvumilia kama inatokea ajali, huyo mtu pesa zimeibiwa, au huyo mtu kwa ukorofi wake anakorofia hizo pesa Nichukua mfano ua unapata sijui dola kumi kwa siku, au unapata dola mia moja na zaidi kwa, kwa mwezi. Na alafu kuna mtu ambaye anatokea nakwambia, ho oh, nina haja fulani, sijui kama una dola mia moja hapo ya karibu, nitakupea baada ya wiki mbili. Ndugu hmm, yangu, pana ni jambo jema, jambo jema na jambo la busara, kwa sababu sisi wa Afrika ni jambo ambao tume tumeizoea sana. Mtu anapokuwa na shida, ni lazima msaidie, na hata maandiko kweli nashuhudia, ni lazima kusaidia, lakini unapotoa kitu, angalia vizuri, usije ukapatia mtu pesa ambayo hawezi weza kusamehe siwe. Kama nimeeleweka vizuri hapa, nitakusi utege sikivu, kamwe usije ukampa mtu pesa au ukamkopa mtu pesa anakuambia, nitarudisha baada ya siku fulani. Baada ya siku ngapi? Siku tatu, wiki moja au hata jioni. Kama hizo pesa unaona kwa kiwango changu siwezi samee, basi ni afadhali hizo pesa usimpe, namwambia pesa ninazo lakini kweli naofia. Ndio atakuchukia, lakini unapochunga vitu vyako vizuri nao sio, sio dhambi kabisa kwa Mungu lazima tu mtu ao wazi, lakini pesa ambayo unaweza kukopa mtu ni ile ambayo unaweza kusamehe. Kama unapata mshahara wako na alafu mtu anakuomba kiasi cha mshahara ili, ni kweli unaona, mtu unapokea dola kumi na alafu kuna mtu anakuja anakuomba dola makumi mbili ni sawa sawa na mshahara wako ya siku mbili, na alafu anakuambia oh, nipe tu hiyo pesa nitakurudishia. Na sasa unapompa hiyo pesa kama hautaweza samee, ndugu yangu, ni afadhali uache njoo. Unaona watu wanapatia mtu pesa, wanakopa mtu pesa, lakini anapoenda kumlipisha kumudai mara kwa mara inakuwa ni mambo ya fujo, mambo ya kukorofiana, mambo gani? Ni lazima ukumbushe mtu Eh, ninakudayo na pesa yangu, sijue nitaipata siku gani. Kama unamuona huyo mtu kweli ana nia ya, ya, ya kutaka simani ya kukurudishia vitu vyako, ni, ni jambo la busara, lakini narudi tena, sitaki nimalize video hii na sijakupa maarifa hayo. kama huwezi au huwezi pata roho ya kusamehe pesa ambayo unaikopa basi usiwe unakopa, au kama una hiyo nia ya kusaidia watu umpatie isiyo kama vile deni. Mtu anakuja kuomba dola mia moja, nanaona kwa viwango vyake huyu mtu yawezekana hakanikorofia ya kana, pesa yotosha dola kumi, umpatie, unamwambia hizo nakupa, sio kwamba ni deni, ninakupa na kukabidhi uende, ikusaidie kidogo, japokuwa haitamaliza matatizo yako ya maana ao inaweza uwezekana kwamba mtu mwingine ukampata huko mbele ambaye anaweza kukupa hiyo pesa ambayo unahitaji, lakini hiyo kwanza ikusaidie kwa mauli vitu uh, kama vile pale pale ni salama. Lakini usije kwamba unaonekana wewe una huruma, una huruma mpaka huruma zako zinafikia hatua ya kukuponza. Unampa mtu pesa na alafu anakushinda na domo. Kwa Kiswahili chetu cha, cha mtaani unampa mtu pesa na anakushinda domo. Ha? Yani, anapiga ana, ana mdomo mpaka anasema hapa mm-hmm, nimekubali kabisa, kama usije kafanya jambo hili na no. Kitu kingine ambayo nao kinasababisha pesa za watu wengi zinapotea zina na no, zaidi sana wale ambao wanafanya masafa marefu, anaacha jamaa sehemu fulani, au anaacha familia yake, anaacha makao yake sehemu fulani na, na lazimika kwenda sijue eh, tunasema Uh, anaenda sehemu fulani, anaenda porini eh, kwa Kiswahili yetu ya mtaani tunasema anaenda uh, kwa mapori, na nafikiri kwamba watu wa Bukavu uh, watakuwa wamesikia hiyo, na kama wasi wa Bukavu, basi tutahitaji tu kukuambia vizuri, mtu anatoka anaenda safari, na anaposafiri anafanya kazi, inaweza kuwa ni katika migodi, inaweza kuwa katika biashara sehemu za mbali, lakini kuna athari kubwa mtu anapoenda huko. Mungu anamsaidia, anapata vipato, anapata mkwanjo, anarudi safarini na anaporudi safarini, kwa bahati mbaya anakutana na watu wabaya, wanyang'anyi, wanamkopa, wanampora, sio kumkopa samani, wanampora pesa zake na alafu anafika nyumbani akiwa maboko pamba ha, anawa mikono mitupu kabisa, na anajiuliza nilifanya nini. Hiyo nayo ndiyo unaweza kuja na pesa lakini katika video nitakupatia mbinu, na kama una simu hiyo inaweza kuwa inasaidia. Unaweza kuwa na simu, unaweza tumia uh, kama unatumia Tigo Pesa, kama unatumia M-Pesa, kama unatumia Airtel Money, na hiyo inaweza kuwa ni jambo la busara. Unapopata kiwango fulani cha pesa mahali unapokuwa unapo, unatumika hizo pesa zote, usi, usije nazo moja kwa moja mfukoni, kwa sababu katika nyakati hizi vitu vimeharibika. Tumia m, tumia teknolojia ya kisasa. Kama teknolojia im, imekuwepo ni kwa sababu teknolojia hii tuitumie, tusiwe tumetamani tena kufanya vitu ambavyo tayari vimepitwa na wakati na pengine ambavo vinaweza kutuletea madhara makubwa huko mbele, lakini tunapotumia teknolojia ya sasa itakuwa ni jambo la maana. Chukua sehemu fulani ya pesa hiyo, weka kwenye simu, alafu uwe una, una, unaweka ndani ya simu. Tayari pesa zako zitakuwa zimefika mahali ambapo wewe unatamani e, zifike na wewe ungali bado safarini, na kama kunaweza kutokea dharura fulani njiani. Uh, wakakutana na watu wabaya, alafu hiyo pesa kidogo ambayo utabaki nayo uh, huko njiani inaweza kuwa inakusaidia. Lakini weka pesa zako uh, utumie vitandao ya kisasa. Tuma hata kwenye Airtel Money, tuma kwenye Tigo Pesa, tuma kwenye Mpesa, na itakuwa inarahisisha ina, ina, ina na kupunguza risk za, za kupoteza pesa zako, na nadhani kama wewe utakuwa unanyelewa basi utafanyia jambo ni kazi. Kuna ndugu yangu fulani hivi alikuwa amesafiri, lakini kwa bahati mbaya alipokuwa narudi anapata mkwanja wake, lakini hiyo pesa ikaibiwa. Wa, vibaka wakaja wakafungua uh, mfuko mahali alipokuwa anaweka hizo pesa, wakachukua vitu vyote, wakachukua, wakachukua. Ndio maana kama mitandao ya kijamii imekuja ni ili kuturahisishia kazi. Tunapoangalia kitabu cha Danieli hata Biblia kenyewe, kama h unakuwa ni Mkristo uh, au Muislamu au dhehebu yoyote ile, lazima kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu ambaye anasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Maarifa yameongezeka, na ni lazima kutumia maarifa hiyo, kutumia teknolojia ya sasa maksudi kwamba tuweze kusafirisha bidhaa zetu tuweze kusafirisha pesa zetu tuweze kusafirisha mali zetu huku zikiwa katika sehemu salama, japokuwa sio uh, asilimia mia kwa mia, lakini ina, inapunguza reski. Ni hivi vitu vitatu ambao ni lazima kuzingatia ili pesa zako zisiwe zinapotea, na katika video zinazofuata, tutakuja kukuonyesha tabia zingine ambazo zinakusababishia kwamba pesa zako zinapotea kiolela, unazitumia kiolela bila wewe mwenyewe kujua. Kitu cha kwanza cha kuzingatia hapa, kamwe usije ukachukua pesa zako ukaweka mfukoni pamoja na simu, kwa sababu wanapokuita unapopigiwa hiyo simu, unapotaka kupokea simu, pesa hizo zinaweza kupotea. Kitu kingine, usije ukamkopa mtu pesa ambao wewe mwenyewe hauwezi kusamehe. Usikope pesa au una hiyo nguvu, una hiyo uwezo ya kusamehe. Na kitu cha tatu kabisa ni lazima unapokuwa msafiri, unasafiri una katika sehemu za mbali, usije unachukua pesa zako zote kwa mara moja. Tumia mitandao ya kijamii, tumia Tigo pesa, tumia M-Pesa, tumia Airtel Money, hata utumie benki ambazo zinaweza kusaidia, pesa zako zinaenda kwa usalama zaidi, ili usije ukajuta na kusema ningalijua ningefanya hivi. Yawezekana simu hiyo inaweza kuibiwa, lakini kuna uwezekano hata simu imeibiwa pesa zako unapo unaporeactivate hiyo simu kadi yako inawe, pesa hiyo itarudi humo ndani ya simu yako bila, bila matatizo tofauti na kwamba una, unaweka hizo pesa unakuja nazo zote, alafu kwa bahati mbaya zikawa zinapotea. Asante sana o, kwa kuwa pamoja nami kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho, na toa kabisa saluti za chuma kwa watazamaji wote wa Maarifa TV na wapendelevu wote wa vipindi vyetu. Tuko pamoja, tunawakaribisha na tukutane katika video inayofuata. Mulikuwa nami Noe Patrick Kalonda.